Waisraeli waliporudi nchi inayoitwa Israeli kwa sasa mwaka 1948 waliwakuta Wapalestina wanaishi katika nchi hiyo vizazi kwa vizazi, lakini pia ikumbukwe kwamba kwa zaidi ya miaka elfu moja na mia nane. Zaidi ya miaka elfu moja na mia nane Israeli hawakuwepo katika nchi hiyo. Sasa waliporudi wakadai kuwa hiyo nchi ni ya kwao, ndipo vita vilipoanza. Baada ya vita ya muda, umoja wa mataifa waliitambua Israeli kuwa ni taifa na kuwagawia sehemu ya nchi hiyo Yani Israeli, Wapalestina ambao ni wenyeji wa nchi hiyo wakapewa eneo ndani ya Israeli, na ndo ukingo wa magharibi mwa mto Jordan pamoja na ukanda wa Gaza. Waisraeli waliamini kwamba nchi ya wa Wapalestina ni nchi yao na kwamba wao walipewa miaka elfu nyingi iliyopita. Waisraeli wakawafukuza Wapalestina kutoka kwenye ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, na Waisraeli wakajenga makazi yao, kazi ambayo hadi leo inaendelea. Tulikuwa tunazungumza kwa jicho la kimwili, sasa tuje kwa jicho la kiroho. Kwa jicho la kiroho Waisraeli wako sahihi kabisa kwa sababu Israeli ni nchi takatifu aliyopewa Abraham, Isaka na Yakobo pamoja na uzao wake. Kumbuka, Waisraeli waliyafukuza makabila ya Wafilisti, Wahivi Wayebusi pamoja na Wamidiani, waliyakuta katika nchi ya Kanani makabila hayo yakiwa yameishi miaka mingi katika nchi hiyo. Sasa maandiko matakatifu yanaeleza kwamba katika siku za mwisho Israeli itapigana vita, na mkono wa Bwana Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo utaendelea kuonekana juu ya maadui zake. Vita hivyo vitakavyopiganwa kwa siku za mwisho ni kati ya vita kati ya Israeli pamoja na mataifa ya Kiarabu. Kasome Zaburi 83 utapata maelezo kamili. Hivi ni vita ambavyo vitapiganwa kati ya Israeli pamoja na majirani zake ambayo ni mataifa ya Kiarabu. Sasa mataifa haya yataungana dhidi ya Israeli ili waiondoe Israeli katika nchi yao. Kumbuka kwamba viongozi wa nchi ya Iran Tofauti, kwa nyakati tofauti wametoa kauli kwamba wana mpango wa kuifuta Israeli isiwe taifa kabisa. Naomba nikufahamishe kwenye maandiko kitabu cha Zaburi 83, mstari wa saba. Haya mambo ni magumu sana, inabidi twende kibibilia zaidi. Wanasema, njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa, na jina la Israeli halitakumbukwa tena, maana wanashauriana kwa moyo mmoja, juu yako wanafanya agano, hema za Edomu na Waishmaeli na Moabu na Wahagari na Gebali na Amoni na Amaleki na Filisti nao wanaokaa Tiro. Lakini vita ya pili ni vita vya Urusi pamoja na washirika wake dhidi ya Israeli, Ezekiel 38. Na kwenye Biblia imeeleza ukweli, vita hivi vitapiganwa katika siku za mwisho ambapo kiongozi wa Urusi yani Magogu pamoja na washirika wake wa Iran yani Uajemi, Ethiopia pamoja na Sudan yani Kush, lakini pia Libia, Algeria pamoja na Tunisia ambao inafahamika kama Putu, Uturuki, Georgia ambao inafahamika kama Gomeri, wao wataivamia Israeli yani mataifa yote haya yataivamia Israeli. Bwana anawaambia kiongozi wa Urusi yani Gogu kwamba wakati wa mwisho ataenda kuivamia Israeli, yeye pamoja na washirika wake. Sasa wakati Israeli ikiwa imeshazaliwa upya Biblia inasema, na baada ya siku nyingi utajiliwa, katika miaka ya mwisho utaingia nchi iliyorudishwa hali yake ya kwanza, baada ya kupigwa na upanga, iliyokusanywa toka kabila nyingi za watu, juu ya milima ya Israeli iliyokuwa ukiwa daima, lakini imetolewa katika kabila za watu nao watakaa salama salmini wote pia. Hii ni Ezekieli 38 mstari wa 8. Lakini pia Israeli watapata ushindi baada ya Mungu kujipatia utukufu kwa kuangamiza majeshi yote ya nchi hizi ambazo majeshi yake yatafurika katika nchi ya Israeli kama mchanga. Ezekieli 39 ina maelezo kamili. Tuitazame vita ya mwisho ambayo inafahamika kama Armagedoni. Hii ni vita ya mwisho ambayo mpinga Kristo sasa pamoja na jeshi lake toka mataifa mbalimbali mbali ya dunia watajipanga kwa ajili ya kuiangamiza Israeli. Zakaria 12:9 neno la Mungu linasema hata itakuwa siku hiyo ya kwamba, nitatafuta kuwaangamiza mataifa yote watakaokuja kupigana na Yerusalemu. Mpinga Kristo na nabii wa uongo chini ya uongozi wa Shetani watawakusanya mataifa kwa ajili ya vita hii ya mwisho, na hizi ndizo roho za mashetani zinazofanya ishara zitokazo na kuwaendea wafalme ulimwenguni kote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Ufunuo 16 mstari wa 14. Sasa majeshi haya ya mpinga Kristo yatakutana sehemu inayojulikana kama Armageddon, na Biblia imelitaja kabisa hili eneo kwenye kitabu cha Ufunuo 16:16. Neno la Mungu linasema wakawakusanya hata mahali panapoitwa Kiebrania Armageddon. Sasa vita ya Armageddon Itapiganwa mwisho kabisa wa kipindi cha dhiki kuu cool. Bwana Yesu mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na jeshi lake ambapo mpinga Kristo na jeshi lake watajaribu kumzuia Bwana Yesu wakati akishuka, lakini Bwana Yesu atawaangamiza mpinga Kristo na jeshi lake. Kisha atamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye, aketie juu ya farasi yule tena na majeshi yake. Ufunuo 19:19. Bwana Yesu atawaua majeshi yote kwa upanga kutoka kinywani mwake. Mpinga Kristo na nabii wa uongo watatupwa katika ziwa la moto wakiwa hai. Shetani atafungwa kwa miaka elfu moja kupisha utawala wa Yesu duniani. Ufunuo kumi na tisa ishirini mpaka ishirini na moja una maelezo kamili. Nomba tu ufike kwenye hitimisho, mambo ni mengi sana. Wanafunzi wa Yesu walimuuliza ni nini dalili za kuja kwake za mwisho wa dunia kwenye kitabu cha Mathayo 24: mstari wa tatu. Matukio yanayoendelea kwa sasa duniani kiukweli yanaashiria, shetani pamoja na mawakala wake wameshajipanga kwa ajili ya utawala wao duniani. Wanachosubiri kwa hamu ni kunyakuliwa kwa kanisa ili waanze kazi yao. Kitabu cha Watesaloniki wa pili sura ya pili mstari wa 7 neno la Mungu linasema, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiae sasa hata atakapoondolewa. Bwana Yesu anaongea na kizazi hiki kwamba kizazi hiki hakitapita hadi yote yatakapotimia. Amin na waambieni kizazi hiki hakitapita hata yote yatimie, kwenye Luka 21 mstari wa 32 Kwa jinsi dalili zinavyojitokeza inaonekana Bwana Yesu alikuwa anaongea na kizazi hiki cha kwetu kwamba hakitapita Chukua hatua, nisikilize vizuri. Taifa la Israeli tayari limekusanyika tena, tayari kabisa kwa kukamilisha unabii kama ulivyotolewa na manabii, tayari kumpokea Bwana Yesu. Israeli ni taifa teule, taifa la kihistoria. Elekeza macho yako na masikio yako Israeli. Ukombozi wa mwanadamu umeanzia Israeli. Kwenye Luka 21 mstari wa 31 neno la Mungu linasema nanyi, kadhalika mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea Tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu huu karibu. Habari za vita pamoja na tetesi za vita zinaendelea dhidi ya taifa teule Israeli kama nilivyokueleza hapo mwanzo. Habari za vita ambavyo vinapiganwa dhidi ya Israeli katika siku za mwisho, tetesi hizi za vita zinaelekea kule katika vita vile vya siku ya mwisho. Bwana Yesu anasema mkiona mambo hayo yanatokea: inueni vichwa vyenu kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Usisubiri mambo yawe magumu ndo uchukue hatua, na kusihi tu, utakuwa umeshachelewa sana. Fanya toba wakati neema bado ipo duniani. Amka ukiwa bado haujachelewa. Usikubali mambo ya dunia hii ya kupoteze, usiruhusu matendo ya mwili ya kupoteze. Mwili wake ni mauti, lakini roho ni uzima na amani. Mwili unaishia udongoni ulikotoka lakini roho yako itateseka milele. Chukua hatua sasa, mgeukie Mungu. Yesu anarudi, ndugu yangu. Unahitaji kutubu, unahitaji kumpokea na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumbuka neno la Mungu ni amini na kweli. Yesu anasema usipozaliwa mara ya pili, yani usipookoka, hauwezi kuurithi ufalme wa Mungu. Wapo watu ambao wanajiandaa kwa dhiki kuu, kama wao wanajiandaa kwa unyakuo basi mpokee awe Bwana na mwokozi wa maisha yako. Unaweza ukasali sala hii kutoka moyoni, sali pamoja na mimi. Ee Bwana Yesu, nimetambua leo kwamba wewe ni Bwana na mwokozi wa wanadamu. Leo nimetambua makosa yangu, nina tubu na kukaa mbali na dhambi. Naomba unifunike kwa damu yako ya thamani Ninakupokea leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Anzisha neno lako katika maisha yangu ili niwe mwenye haki na mtakatifu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nibatize kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Sasa umeokoka, umekuwa kiumbe kipya, unayo tiketi ya kuingia mbinguni. Nenda kwenye kanisa lolote ambalo linahubiri uokovu lililo karibu nawe. Mungu akubariki. Hizi ni siri za Bibilia na mimi naitwa Innocent Mashauri.